Ya kumwabudu Mungu ambaye humtegemei. Hatari ya kumwabudu Mungu ambaye humtegemei. Hebu tuone somo, tutakapofika, tutafika, tutamalizia siku nyingine, sababu so, somo ni refu, nahitaji wiki tatu au mbili, kama utachukua masaa mengi. Hatari ya kumwabudu Mungu ambaye umtegemee. Hebu tuone ujumbe huu wa mtu ambaye kweli amempokea Yesu kwa Bwana mwokozi wa maisha yake yani, lakini mtu huyu vitu vyote anavyovitamka vitu vyote anavyosema viko mdomoni tu, lakini moyo wake yuko mbali sana. Ni hatari sana mtu wa namna hii, ni hatari kwenye maisha yake. Kwa nini? Kwaza, mtu huyu moyo wake ameuficha mbali, hausiki na chochote ni kama mtu anayeingiza. Na Yesu aliwaita hao watu aliwakuta, alisema wanafiki. Vaa vizuri na inama na chutama mpaka chini, lakini sio ndani, ni nje tu kionekana.